Watu wote walioshiriki kwenye mkutano huu, nimefarijika sana leo kwa maneno mazuri ambayo tumepewa. Ninaomba yale maneno kama nilivyosema mwanzoni kwamba lile ni darasa, turudi naye tukayafanyie kazi. Lakini waheshimiwa madiwani wenzangu, niwaambie hivi kwamba wananchi wetu wana, wana matumaini makubwa na matarajio makubwa kutoka kwetu na inaanzia siku hii hii ya kwanza. Twende tukasikiliza wananchi, tusikilize hoja zao. Wale wananchi ambao tunafikiria ni wa chini sana, hao ndio wenye hoja. Usije ukatamani ukimwona mtu anakuja ukasema huyu naye anakuja kusema nini na mimi. Hata yule ambaye unafikiri kwamba hana hoja, usikilize anaweza akawa na hoja ya maana ikakusaidia, lakini jambo lingine niongezee ambalo limezungumziwa sana, mshikamano wetu ndio utakayojenga hii halmashauri kule. Ulishotolwapa mfano, sitaki kurudia, kwa baba aliyewapa watoto wake fimbo, sitaki kurudia na fikiri nimeupata. Lakini tushikamane, tukikubali kugawanyika, basi kama kuna adui atapata nafasi, lakini tukishikamana ninajua penye majembe hapaachi kugongana, lakini uvumilivu ndio unaosaidia. Kwenye Biblia kule tunaambia uvumilivu, upendo huvumilia, yaani ukiwa na mwenzako unafanya nini? Unavumilia, naweza kukuudhi. Wala upendo hauhesabu, yaani usije ukasema mbona jana alinifanya hivi. Kama mwenzako amekuudhi, kisha sameheana, mambo yamefanya nini? Yamekwisha, ili tusonge mbele. Lakini nimalizie kwa maneno ya mtume Paulo katika kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa 4 mstari wa, wa kumi na nne anasema, mtu yoyote asiudharau ujana wako katika mwenendo usafi na mambo mengine ambayo umetaja hapo. Mimi niigeuza hilo neno isiwe mtu asiudharau ujana wako, mtu wasiudharau udiwani wako na kuwa mheshimiwa, lazima uwe ni mtu wa kujiheshimu, kama tulivyoona maneno ya maadi. Huko kwetu Mbuzii kuna kiongozi mmoja alikuwa anapiga maji mpaka anapitishwa na mkokoteni namwengia lambata. Nafikiri wale wanaojua huo wimbo la lambata. Sasa tutashangaa siku moja, umefurahi sana kwa kuwa diwani, unapitishwa na mkokoteni la lambada. Jambo <laughs> hili halistahili.